Na we mambo ya baraka sana na ya utukufu juu ya maisha yako. Somo langu ni hekima ya wana wa giza. Maarifa ya wana wa giza. Kuna mambo unayotaka Mungu akutendee ama kuna muujiza unautafuta ama kuna baraka unazitafuta. Zipo baraka ambazo unazihitaji ndani ya gharama. Unaona, wana wa giza kuna mambo wanayahitaji wanatenda kwa hekima na kwa busara, wanayapata katika ulimwengu wao wa giza. Ninaposema wana wa giza, katika uso wa nchi una wana wa aina mbili: kuna wana wa ufalme wa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, na kuna wana wa ufalme wa kuzimu ambaye ni Lucifer. Kwa hiyo kuna wana wa giza na kuna wana wa nuruni kwa hiyo wana wa giza wanapohitaji muujiza kutoka kwa baba yao Shetani, wana wa giza wanapohitaji baraka, wanapotaka, wanapohitaji kufanikiwa katika giza lao, kuna mambo uyatenda kwa ufasaha na kwa nguvu zao na kwa jitihada na kwa akili zao zote, ili waweze kupata biashara, ili waweze kupata kazi ili waweze kupata position in government. Kwa hiyo wanatumia nguvu, wanatumia akili, wanatumia nguvu ya miili yao yote, wanajitoa kwa gharama zote ili kupata kile wanachokihitaji katika giza lao. Naomba nianze na kitabu cha Luka, Luka sura ya 16 na mstari wake wa nane. Maandiko matakatifu yanasema hivi: yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika giza katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Wana wa giza katika giza lao huwa na busara kuliko wana wa nuru. Ni rahisi sana kumpata Mkristo, anaenda kanisani, ana sali, na ana Bibilia ni ngumu sana kumkuta mchawi mshirikina anayeloga hana matunguli ya kulogea, ila una uwezo wa kumkuta mkristo ambaye anaenda kanisani kila siku, Sunday, Jumatatu, Jumatano, Ijumaa akosi kanisani, lakini anaingia kanisani na hata sadaka ana na, moyoni mwake yuko sawa kabisa asikii kuhukumika. Ni ngumu sana mshirikina ama anayefanya kazi na shetani ashindwe kumtolea sadaka shetani, na wao wanamtolea sadaka zilizo na gharama. Mtu yuko radhi atoe mtoto wake sadaka kwa shetani, ili yeye awe tajiri. Mtu yuko radhi atoe sadaka yake kwa shetani, ili yeye ye tu apate ugavana, apate ump, apate useneta awe mtu bosi katika ofisi fulani, anatenda kwa busara katika giza ili apate position fulani. Lakini Mkristo ana uwezo wa kuingia kanisani sadaka ana Mkristo fungu la kumi atoi, na ni Mkristo. Imagine, yani Mkristo anaenda kanisani, anaenda mikesha na anafunga, ila atoi fungu la kumi. Ila wana wa giza hutoa fungu katika madhabahu zao za kishetani. Unaweza ukakuta ni Mkristo, unaweza ukatangaza mfungo Mkristo, hata kufunga kwenyewe, achana na sadaka, ni ishu kubwa, achana na fungu la kumi, ni ishu kubwa. Kufunga tu Mkristo awezi funga, awezi funga Mkristo, kwa Kristo anazidiwa tana. Ndugu zetu Waislamu, Muislamu anafunga mwezi mzima, mwezi mtukufu wa Ramadhani anafunga mwezi mzima anajinyima kwa ajili ya Allah, anajifunga, anafunga. Muislam anaswali swala tano, anaswali swala tano kwa siku. Lakini mkristo hata siku moja tu kusali, hata siku moja kufungua bibilia tu kusoma angalau, angalau memo verse 2, memo verse 3, mkristo kwake ni mtihani. Kuna mkristo anashindwa kusoma bibilia hata dakika mbili, hawezi. Sasa unaona muislamu mwislamu wakati wa ibada unafika, hata ni mwislamu anauza duka, ana uwezo wa kufunga duka lake na akaenda kumtafuta Allah, akaenda kuswali. Mwislamu anakuwa hata saa nyingine yuko kwenye, kwenye duka lake kama msikiti huko mbali, anao mkeka wake wa swala anao pembeni, ameweka. Wakati ukifika wa swala, mwislamu anatoa mkeka wake wa swala, anaanza kuswali kwa ajili ya Allah, anamheshimu Allah. Lakini Wakristo ni ngumu wao kumheshimu Mungu. Mkristo anaenda kanisani kama mazoea, amemzoea Mungu, na ndio maana kwa katika kumzoea Mungu, hata mfungo ukitangazwa, Mkristo hawezi kufunga, asikii kuhukumika, asikii kama vile moyoni, kwa nini sijafunga, kwa nini sijafunga, mbona wengine wamefunga? Yuko sawa kabisa na amerilaksi kabisa. Ni ngumu kutoka katika, kutoka katika shimo la mateso, shimo la magonjwa, shimo la dhiki, shimo la madeni. Hata Yesu akasema mambo mengine hayawezi kuondoka hivi hivi, hila yatakuacha kwa kufunga na kuomba. Kama Yesu alifunga, wewe Msukuma, wewe Mchaga, wewe Mkikuyu, wewe Mnandi, wewe Mdigo, kwa nini usifunge? Yesu mwenyewe mwanzilishi wa imani Yesu alifunga. Kwa nini wewe usifunge? Wewe kwa nini usifunge wewe Mkristo? Yaani kuna Mkristo kufunga kwake mtagombana, mtavutana kwenye kufunga tu, na shida ni za kwake, matatizo ni ya kwake, mizigo ni ya kwake, unamwambia tufunge kwa ajili ya kusema na Bwana, ila bado Mkristo kufunga kwake nakuwa ni mtihani. Kwa hiyo wana wa giza wana hekima katika giza lao kuliko wana wanuruni. Wana wanuruni hata mkesha kwao ni changamoto, wanapenda usingizi kuliko kuja madhabahuni kumlilia Bwana na kumtafuta Bwana. Yaani, mkristo hawezi kuja mkesha kusali, mkristo hawezi kujenga kanisa la Bwana, mkristo hawezi kununua hata kiti, mkristo hawezi hata kuwahi kanisani na kusafisha nyumba ya Mungu. Yani, kuna mkristo hata kanisani anachelewa, ibadani anachelewa, na yupo very comfortable. Yaani, yani ana relax kabisa, asikii kuhukumika. Kuna mkristo ana simu kubwa kabisa, simu kubwa kama daftari, kama vile kitabu cha kuandikia, ana simu kubwa lakini hana bibilia bibilia ya shilingi mia nane bibilia ya shilingi elfu moja bibilia ya shilingi elfu mbili elfu moja mia tano mkristo hana lakini ana simu kubwa simu kubwa utazani ni kama vile counter book ya kuandikia ya kwa yawana kwa hiyo ya kwa kwa wana wa nuru kuna mambo tunashindwa kuyapata mungu anashindwa kutupa kwa sababu atujui kutenda ipasavyo. Wewe ni Mkristo, mtafute Mungu, mpende Mungu. Yaani, muislamu hata mavazi yake ukiyatazama, unaona kweli huyu anamwogopa Allah, anamheshimu Allah. Mwislamu hawezi kula alamu, lakini Mkristo yuko ladhi kukutapeli. Hakuna watu wanaoongoza kukutapeli kama Wakristo. Wakristo ni watapeli wazulumati yuko radhi hale cha mtu yaani, unaona kuna mtu si haki ya yake atakii kula lakini, mkristo anadhurumu mtu. Muislamu kudhurumu mtu anasikia kuhukumika, anasema hii ni alamu, hii ni alamu, siwezi kula kitu alamu, hii ni mali ya mtu. Lakini wewe Mkristo unayenitazama, wewe Mkristo unayenisikiliza, umekula vya watu vingapi? Umedhurumu vya watu vingapi? Kwa hiyo kuna mambo ni laana juu ya maisha yako. Kuna mambo sio kulogwa, kuna mambo ni laana wewe mwenyewe umejitengenezea kwa kutendea watu vibaya, wewe mwenyewe umejitengenezea kwa kunyanyasa maisha ya watu wengine. Wakristo tubadilike, wakristo tumtafute Mungu wa Kristo tubadilishe njia zetu. Una Biblia, tafuta Biblia. Wewe si mwana maombi, anza kumtafuta Mungu. Usipende pesa kuliko Mungu. Biblia imesema, mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote kwa akili zako zote na kwa mali zako zote. Na ndio maana Muislamu ni wakati wa swala, hawezi akaruhusu duka lake liwe wazi na ni wakati wa swala, kwa sababu Mwislamu amempenda Mungu kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote na pia kwa mali zake zote. Ikifika ni wakati wa Mungu, Mwislamu anafunga duka lake, anafunga biashara yake, anakwenda kusema na Allah, anakwenda kumwomba Allah. Na ndivyo mwanadamu, unanisikia? Ndivyo inavyotakiwa, mheshimu Mungu hata kwa mali zako. Wana wa giza wana hekima na maarifa katika giza lao kuliko wana wa nuruni. Mungu awabariki, niwatakie wakati mwema, niwatakie siku njema. Badilisha njia zako, simama mtafute Mungu, simama mpende Mungu. Somo langu hekima ya wana wa giza. Amen.